Ndugu zangu, imenibidi ni heme kwanza. Hii habari ni ya Diamond lakini sio habari ya umbea, ni habari ya kitaifa zaidi. Ndugu zangu, CCM wamejipanga vita kwenye mtandao. CCM wamejipanga vita kwenye mtandao. Tusiwachukulie poa, tusijione vita mtandao tumeishinda. Hatujaishinda, ndio kwanza asubuhi, inabidi tupambane eh, na habari nimeleta huku, kwa sababu habari sijaletewa na umbea wangu siku zote wala nini, nimeletewa na watu wa system. nimeletewa habari na watu wa system. Ndugu zangu, zimetoka dola laki tano kwa ajili ya kiki inayoenda kufanyika London wiki ijayo, inaanzia wiki ijayo hiyo kiki, na itakuwa kiki endelevu mpaka uchaguzi utakapofanyika mwaka huu. Mmenielewa bado? Mjanielewa ndugu zangu hmm. Eh, zimetoka dola laki tano kwa ajili ya hiki ki London tu imeenda kufanyika wiki ijayo, ndugu zangu, wiki ijayo. Hiyo trip ya London CCM wamejitoa kila kitu, hiyo trip ya London Diamond anaenda na ukoo wake wote, kina Mama Dangote, kina Esma, mpaka watoto wa Esma, mpaka kina Tifa wanatakiwa kuenda kwenye hiyo trip. Kina Tifa, kina nani, ndugu zangu, limetoka mpaka dau la Mama Dangote kwa, ndugu zangu hakuna kula, hakuna kulala, huu mwaka mzima, mpaka wanahakikisha. CCM wanahakikisha sasa hivi social media ya Tanzania tutamwongelea Diamond, Kinganga, Mama Dangote, Esma, Jux, mke wa Jux. Hii trip navyokwambia, anaenda Jux, anaenda mke wa Jux, anaenda Diamond, anaenda ukoo mzima wa damu, inaenda kuwa series Yaani wanatengeneza series sasa hivi wana drop, yaani ndugu zangu, sasa wakishafika London hii sasa ndo ulubopewa. Wakisha wakishafika London damu na familia yake, wakishafika London then surprise ana, ndugu zangu, hivi mnajua? Ah, sisehemu amejipanga hii, ndugu zangu, tujipange hivi mimi mwenyewe nilijidai mjanja nasema siwezi kuachana na habari za Damo na Kinganga kwa sababu habari za Damo zina hela. Nikaa sema hata kama ni kiki sijali. Mimi habari zao nitawapost tu maana zinaniingizia hela. Ila, ila kwa hili. Sasa hili limekuwa hii imekuwa ishu ya taifa. Sasa hivi imeenda kuwa ishu ya kitaifa ndugu zangu. Sasa sema mmeipanga. Yule katibu wa mama yule katibu wa mama ndo kacheza mchezo. Ndiani, ndo kafanya dili lote kila kitu na ndo anaisimamia hii series yote ilo katibu wa mama, wakishafika London, King'anga anaenda kama surprise. King'ang'a anaenda kama surprise, anatakiwa akifika pale London. Naambia hivi mpaka dola madangoti limetoka ndugu zangu sise, ndugu zetu wamejipanga na sisi tujipange wananchi. <laughs> wakishafika London King'ang'a anatakiwa kuja kama surprise. London aingie kama surprise, then Esma na mama Dangote. Esma kapewa yani, na mtaji mpya wa biashara ndugu zangu, nivyokuwa naongea na mtu wa sisi, mko kwa naambia, anyway kitaki kuongea naye namke nasa ntaaribu kwa nabidi niache Kinganga anafika London, then ana, yani kwamba iwe kama kama surprise vile kama surprise kwamba wanamsurprise mama Dangote pale London na Kinganga huyu hapa kwamba ana surprisiwa pale mama Dangote Kinganga huyu hapa nini familia iko vile pale hivyo, alafu na mke wa Jux na, na Priscilla na, anaenda na mke wa Jux na Jux watakuwa pale yani kwamba Social media ya Tanzania hakuna kitu utakachoongelea for, for the next year. Alafu wakirudi Tanzania, bado siri zimepangwa yaani, matukio yamepangwa hivi hivi mpaka uchaguzi uishe. Hii ni ya Diamond tu na King'ang'a na, yani mpaka Priska na Jux wameingizwa sasa hivi kwenye hii hii trip. Priska na Jux wenyewe wamelipiwa na CCM hii trip yote iko covered na CCM ili tukae tunaongelea how to, sasa sijui ndugu zangu, mnaelewa. Anyway, kwa vile nimeongea tayari, labda it, yani wata, tweak, wata, twist hapa na pale hapa na pale. ini ndugu zangu mwenyewe nikwa mbishi kuhusu habari za damu na King'ang'a, lakini itabidi nipumzike, uombea itabidi niendelee nao, ili habari za hawa inabidi nipumzike. Kuna watu juzi waliandika komenti pale kwamba na mimi sahivi natumika na CCM bila kujijua, nikaa nakasirika. Lakini kweli, kwa kwa design fulani, kwa aina fulani, na mimi mwenyewe pia natumika na CCM sababu CCM ameshaniona, ndo ile ndo ishu nanipa hela. Kwa hiyo CCM na wenyewe wameona ile ndo ishu itani keep busy niki yani, ni nikianza yani, ni, ni kuandika yani habari ya za wale zikiwa hot nitaachana na huku kabisa eh, kitu ambacho kina ukweli. Kwa hiyo sasa hivi wananitengenezea habari <laughs> nzito ndugu <ziti. laughs> zangu ndugu zangu, vita ni kubwa, vita ni kubwa yani. Sasa mimi sijui nifanyaji sasa, sasa naacha umbea kabisa, nafanya nini yani, kwa mfano maana yamepangwa matukio, sio Diamond na Zuchu tu, na JP na na Priska ndugu zangu, mastaa karibia wote kila, yani alafu sasa hivi wameyapanga kwa mkakati yani, sio yote yawe dropped, yanapangwa hivi hivi, lakini kuanzia next week social media ya Tanzania hakuna tutakachoongelea zaidi ya damu na Kinana na hiyo trip ya London na wakitoka London ni endelevu ende endelevu. Ishu ni nzito, anyway. Hey, nasubiria more information. Uh, I say, yani huyu mtu kaja kuniambia kwa sababu alivyoona mi na bishana na wao watu kwenye comment juzi kwamba nivokana uh, uh, bishana na no, ah, mi situmiki na same ndo akaja kuniambia unatumika kweli na mi nakupa ishu, naenda kutokea wiki ijayo, kama uamini. Unatumika kweli, mi nakwambia sasa, ishu naenda kutokea wiki ijayo ili uamini. CCM wamejipanga na vita ya mtandao, wamejipanga vita mtandao, kwa sababu sasahivi nyie mko bizi kuwatukana, kila posti mnawatukana CCM. Sasa sasahivi kila posti kwenye social media itakuwa umbea mkubwa, yani umbea wa kutoa watu kwenye reli, yani ndio wamejipanga hivyo, ndugu zangu, sasa sivyo? Tunafanyaje wa Tanzania tunavyopenda umbea, sijui tutafanya nini ndugu zangu, maana hakuna tuopenda jao umbea, na kuanzia wiki ijayo Diamond kajipanga, uko mzima mpaka kinatifa, jamani, mpaka kinatifa, wanakuja kutumika kututoa kwenye reli wiki ijayo, ndugu zan ndugu hey, zangu hey, yeah, kazi tuna hey, nimesahau sehemu very important. Sasa ikisha kuwa kiki kwenye social media. Kisha ikishakuwa kiki, inaenda kuongelewa bungeni, wabunge sasa wataenda kwanza kuongelea kwa hiyo ishu ya Diamond na King'anga. Yani sisehemu yavyojipanga ni kwamba hiyo sasa ndo iwe Talk of Tanzania, sasa nomo kuongelea uchaguzi, media mpaka miladayo kapangwa kwamba yeye nisa, yani ndio habari zitakuwa zinapostiwa media zote redio zote Tanzania, mpaka bungeni wataitwa mpaka Ikulu, yani kwamba sasa hivi, yani walivyojipanga wasisihem ni kwamba nchi tusiongelee yani, kwa sababu tu, yani kwamba kama media zote social media nzima tunaongelea Diamond King'anga Priska Nukes Uh, sijui Lulu Michael sijui, uh, sijui Nandi kafanya nini, then narrative yote inabadilika kwamba wananchi, hakuna mwananchi ambaye um, si anaumia eh, kwamba wananchi wako fine. Mbona wako busy na umbea, mbona wako busy na mambo ya Diamond eh? Nyinyi nyinyi Chadema mnasemaje wananchi sijui wanaumia mbona, sasa hivi nchi imelipuka eh, watu wako busy na Diamond Platnumz eh? wangekuwa wanaumia si wangekuwa wanaongelea mambo. Yani ndio hicho walichojipanga, na ukiangalia ni kweli, kama sisi tutakuwa busy kuanzia sasa hivi mpaka uchaguzi, tuko busy tuna, tunaongelea Diamond Kinganga Priska, yani wamejipanga, yani Priska na Jux wako yani oh, Yeah, guys, matukio yamepangwa. Priska na Jux na wenyewe hawaendi kupoa, ni matukio yamepangwa hivi na hivi, yaani kwamba tuwe busy. Sasa kama peji zote insta, uh, za Instagram, social media, TikTok tunaongelea Priska Jux Diamond King'ang'a, sijui nani nani nani, kuna mtu tena anayedai katiba mpya, kuna mtu anayedai reforms tena, kuna mtu anayedai nini tena Yaani hiyo ndo plan CCM walionayo kwao. Naomba pia niombe msamaha wadau wangu ambao niwatukana juzi, mna mnaniambia niachane na habari za Diamond eh. Sasa mi hapa sijui nitafanyaje kwa sababu ile ndo kulangu ndugu zangu, itabidi mnifikirie, yaani sasa mi nafanyaje eh, Umbea umekuwa mgumu kweli, mwaka wa uchaguzi mpaka ajira yangu imekuwa ngumu, ndugu zangu jamani. CCM wamejipanga kwamba nchi nzima hatutaongelea chochote, ndugu zangu, kweli ni kwamba sasa hivi nimechanganyikiwa, ni nimechanganyikiwa ko, hebu nipeni kama siku siku moja au mbili nifikirie The way forward. The way forward. Nimechanganyikiwa because sijui cha kufanya. Kumbukeni umbea ndo ajira yangu, yani umbea ndo ume, umebadilisha maisha yangu yani, yani maisha yangu yamebadilika kwa sababu ya hii ajira nayofanya, lakini sasa ajira hii hii nayofanya ndio sasa inayotumika inayo sasa kurudisha nyuma harakati zote za ja kusaidia Watanzania kupata haki yao mpaka inatakulia okay. Sasa I don't know what to do. Um, sistemu wanachofanya, yani wameamua kuwapa Watanzania entertainment. Sasa yani wameamua kuwapeni entertainment ili, msa, ili ili Watanzania sasa wasahau uh, mateso yao, wasahau maumivu yao, wasahau shida zao. Wamewapa vitu vya kuwafurahisha, sasa entertainment kubwa, wasahau kila kitu kinachowaumiza, kila kitu kinachowatesa. Alafu mimi ndio niko mstari wa mbele kuwasaidia kufanya hilo, na naachaje ajirangu iinifanye harakati because nime work so hard maisha yangu yote kupata ajira yangu ambayo itabadilisha maisha yangu, na nimeipata hapa. Yani nimeipata kwenye sehemu ambayo ni rahisi, lakini sasa hii ajira yangu ndio inafuta harakati zangu zote, yani haisaidii. Yani sijui nafanya nini, sijui nafanya nini, yani Hamwezi kuelewa ni kiasi gani wamejipanga na matukio makubwa. Yaani sijui, na naambia nini?